Mada ya leo, zijue kanuni saba za universe energy. Yo, Karibuni karibuni kwa kwechatu hii Bosnia Online TV. Leo ni nimwejeleza masomo yetu mbalimbali, tafadhali subscribe na ku like na ku share ili uafamilia na kamati tayari share na wengine wapate kujifunza haya masomo. Ndugu yangu napendelea sana na kuleta video zangu share comment hapo chini ya video zangu, ili nijue kipi kinafurahisha na kipi hakiwafurahishi ndugu yangu, vile vile tulitoa somo lililopita inazungumzia nini maana universe energy, na leo ni mwendelezo wa somo la pili. Ikiwa sehemu ya kwanza hujaiona, basi itafute kwenye channel yangu Bosnia Online TV, maana huu ni mwendelezo. Mengi utakuwa uyawezi kuyatambua ukikosa video ile ya mwanzo ni vizuri kapitia kule alafu ukapata huu mwendelezo, basi utaweza kuifahamu vizuri universe energy. Leo ni kanuni saba tunazungumzia juu ya universe. Yeah. The seven universe laws, kanuni ya umoja za law of oneness, maana kila kitu kilichopo ulimwenguni kimeunganishwa na chanzo kimoja cha nguvu Mwenyezi Mungu ameumba kila jambo, Mwenyezi Mungu tumweza kila jambo. Hakuna kitu kilicho huru peke yake, kinategemeana na kushirikiana kupita mtiririko wa nishati moja. Mfano hayo, unapomu unapomuumiza mtu kwa maneno au vitendo, unajiasiri mwenyewe kwa sababu nishati hiyo ya maumivu itakurejea mwenyewe. Kadhalika, unaposaidia au kuombea mwingine, baraka hizo zinakujia na wewe pia. We are all connected. One energy flowing from many forms. Kanuni <tiped> ya mtetemo, law of vibration, maana kila kitu kinatetemeka, hakuna kitu kilichosimama tuli. Mawazo, maneno na hisia zako ni mtetemo inayovutia nishati aina yake. Mfano hayo, unapokuwa na hasira mwili wako unatoa frequency ya chini, hivyo unavutia hali na watu wa aina hiyo. Lakini ukiwa na upendo na amani, unavutia mazingira yenye nuru na baraka na kipato. His vibration matches frequency of what is what? Kanuni ya sababu na matokeo, the law of cause and effects, karma maana kila tendo uwazo au neno lina matokeo. Ile unachopanda ndicho utakachovuna, iwe ni vizuri au kibaya. Mfano hai, ukiwafanyia watu mema kwa moyo safi, hata bila kutarajia malipo, ulimwengu utakurudishia fadhila kwa njia nyingine. Kadhalika, ukitenda ubaya utajikuta unakutana matokeo yale yale mabaya uliyonena ama uliyotenda. What is going around comes around. Kanuni ya mvuto za law of attraction, maana unavuta kile unachofikiria na kuamini. Akili yako msumaku, mawazo chanya huvuta matokeo chanya na mawazo hasi huvuta matokeo mazuri. Mfano hayo, ukiamka asubuhi na kusema leo itakuwa na siku njema, akili yako inawasha frequency hiyo ni e, kutokana na mawazo au neno uliolitamka na mambo mazuri yanaanza kujipanga na kuja wenyewe, lakini ukiamka na kusema nitapata shida siku ya leo, basi shida zitakuelemea. Huu ndiyo tafsiri ya universe, nguvu za ulimwengu. ikc kanuni za mzunguko za law of rising clays, maana kila kitu kina mzunguko wake wa asili, kama vile majira, siku na usiku, maisha na kifo mabadiliko ni sehemu ya mpangilio wa nguvu za ulimwengu. Mfano hai, kuna nyakati za furaha na nyakati za majaribu, hata huzuni na vilio vikali. Kama vile bahari inavyopanda na kushuka, hivyo hivyo maisha yanapanda na kushuka kwenye maisha kila siku, hata vipindi vinatofautiana na miale ya juu ya jua. Everything flows in cycles, nothing lasts forever. Kanuni ya uwiano za law of balance, polarity. Maana kila kitu kina pande mbili: mwanga na giza, joto na baridi, pendo na hofu. Kuelewa tofauti hizi kuna kusudia kupata uwiano wa kiroho. Mfano hai, mtu hawezi kuelewa maana ya furaha hadi awe amewahi kupitia huzuni. Kwa hivyo, majaribu ni sehemu ya kukuza nguvu zako za ndani. You would not now the power of light. Kanuni ya uthibitisho za law of manifestation transmutation of energy, maana fikra zako zina uwezo wa kubadilisha nguvu kuwa matokeo halisi. Yani, tunatakiwa tujinenee maneno mazuri. unapojinenea maneno mabaya na kufika kwa haraka, binadamu, unatakiwa ujinenee kwa maneno mazuri, hapa nitaweza, hata kama lile jambo gumu, hapa nitafanikiwa. Basi hivyo ndo inavyotakiwa tuende katika, eh katika nguvu ya universe, hii ndio unavyotakiwa. Eh, lakini unapojinenea maneno mabaya, basi kitakukuta kile kile kibaya. Unachofikiria kwa dhati, ukiombea na kukiamini, kinaanza kuchukua umbo katika ulimwengu wa kweli. Mfano hai, unapowaza ndoto ukaweka nia ukafanya juhudi na dua, ulimwengu unaanza kupanga njia za kuifanya ndoto hiyo itimie. Energy flow where intention goes. Muhtasari wa kanuni saba za universe energy. Kanuni, maelezo kwa ufupi, neno la Kiingereza. Umoja, viumbe vyote vimeunganishwa, oneness. E, mbili, mtetemo, kila kitu kina vibration yake, vibration. Sababu na matokeo, unachopanda ndicho utakachovuna, cause effect. Mvuto, unavuta kile unachofikiria attraction. Mzunguko, maisha na vipindi vya juu na chini, rising. Uwiano, kila kitu kina kinyume chake, polarity. Udhihirisho, yani kudhihirisha, fikra hugeuka kuwa matokeo, manifestation. Ndugu yangu, hitimisho, universe ni mfumo kamili unaongozwa na kanuni hizi saba. Ukizielewa na kuziishi unakuwa katika alignment muyano mpangilio wa Mwenyezi Mungu ule aliyopangilia, ndiyo maisha yako yanakuwa na amani, ufanisi, ulizi na nuru ya kiroho. Ndugu yangu, tumalizie hapa katika video hii. Tafadhali kwa yule mwenye kuhitajia tiba mbalimbali, tutafuta namba za simu za mtazopita. Vile vilevile, kama una maoni au umeguswa na hii video Drop comment below this video, yani weka neno lako chini ya hii video. Vile vilevile ikiwa hujawahi kusubscribe katika channel hii, Subscribe sasa ili uwe mwana familia, like na kushare na no, wengine wapate upate kufunzwa.